na jinsi walivyokuwa wanaishi maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jinsi walivyokuwa wanaishi matabii wa, wa, matabi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulinganishe maisha ya Mtume Muhammad jinsi alivyokuwa amewafundisha maswahaba wa, wa, wa mtume wakamwelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa wale maswahaba wanaishi katika maisha ambayo aliyowafundisha mtume uh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tujilinganishe na sisi, je, maisha haya tunayoishi ndio waliokuwa wakiishi maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapa ndipo kwa kusoma tuka tujifananishe au tujiangalie kwamba tuko sawa na maswahaba wa mtume au hatuko sawa na maswahaba wa mtume. Ikiwa leo tunahudhuria katika hadhara za kuzungumza sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za kuzungumza mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, mwenendo huo aliokuwa akiishi nao na maswahaba ndiyo tuliokuwa nao? Ndugu zangu Waislamu, katika jumla ya mwenendo wa mtume ambao maswahaba wamemwelewa mtume na wakaishi maswahaba katika mwenendo wa mtume ni wale wa ambao waliokuwa wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Answari ikawa wanawapenda muhajirina na muhajirina ikawa wanawapenda answari. <laughs> haya ndio maisha ambao waliokuwa wakiishi maswaba wa mtume kupitia mwendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu anawasifu answari

Mwenyezi Mwenyezi Mungu anasema walladhina tabawwau ad-dara wal imani, wale watu ambao wamewegemea mji wa Madina na imani kabla yao. Mungu wasema yuhibbuna wa man hajara ilayhim, wanawapenda wale watu ambao wamehamia jigu yao Answari ikawa wanawapenda muhajirin, wameacha ndugu zao, wakaacha wake zao, wakaacha familia zao, wakaacha matimbao ya maana, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa answari nao jinsi walivyokuwa wana tashdidi na mafundisho ya mtume wakao, wamewakumbatia Muhajirina wanawapenda mapenzi ambayo hakuna kifani cha mapenzi. Jinsi alivyokuwa Answari, walikuwa wanawapenda muhajirini hawa. Mungu anawasifu Answari, imefikiria hatua Answari amemkaribisha muhajirina katika nyumba yake, ana wake wawili. Answari amwambia muhajirina, angalia hawa wake zangu, mmojawapo unayemtaka ni mwache, malize heda kisha umuoe.